Jina langu naitwa Samoja Sado Kimbilalia mwenyekiti wa CCM wa wilaya ya Kakonko. Leo tarehe 30 ya mwezi wa kumi tumepokea matokeo ya uchaguzi wa wananchi wa Jimbo la Kakonko na wilaya ya Kakonko. Jambo la kwanza, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa afya njema na baraka tele toka tarehe 28 ya mwezi wa 9 mpaka leo tarehe 30 ni siku takriban 62. Tumefanya kampeni ambazo hazikuwa na vurugu wala marumbano na mpaka kufikia leo wanapotangaza matokeo, nishukuru vyama vyote vilivyoshiriki kwenye mchakato huu kwamba wametuonyesha upinzani mkubwa, na tumeona kweli kuna kazi ya kufanya kwa ajili ya kuwahudumia wananchi ili waendelee kutuamini. Lakini pamoja na yote hayo, niendelee kuwashukuru wananchi wa, wa Jimbo la Kakonko na wa wilaya ya Kakonko kwa kukiamini Chama cha Mapinduzi na kukipa kura za kutosha kumchagua Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa kura za kutosha kumchagua mbunge wa jimbo la Kakonko Arani Thomas Mbano kwa kura za kutosha, lakini kwa kuchagua madiwani wote kwa kata 13 kwa kura za kutosha. Niwashukuru, washukuru vyama vyote vilivyoshiriki niwashukuru wananchi wote wa wilaya ya Kakonko, lakini nimshukuru Mungu, nishukuru na wote waliokuwa wanasimamia shughuli hii, kwa maana kwamba ya tume huru ya uchaguzi ambayo ilikuwa ushirikiano wa kutosha. Kwa majina naitwa babu Sasadi, ni katibu wa chama cha ACT Wazalendo wilaya ya Kakonko, jimbo la Kakonko. Uh, hawa leo kwanza tushukuru kwa sababu anasema kila chenye mwanzo na mwisho kwa hiyo tumeanza mchakato zozore, lakini kwa amani, kwa, kwa na mpaka sasa hizi tumemaliza, jana tumemaliza salama, wananchi wamepiga kura na matokeo ndio hayo tumeyaona. Kwa hiyo tu nishukuru kwamba uchaguzi umeenda, lakini pia tumemaliza, kila kitu kimeenda vizuri. Kwa hiyo niwashukuru kwa hilo wananchi wa wilaya ya Kakonko kwa kujitolea kupiga kura, japo ajitokeaamesema kwa, kwa kwamba kura wapiga kura alikuwa karibia 78 na kura zimepigwa na zimehesabiwa, na matokeo yametolewa siku ya leo. Matokeo tumeyapokea kwa sababu matokeo ni kitu ambacho tayari kimeanza na mchakato. Kwa hiyo mchakato umefanyika na matokeo tumeyapokea vizuri. Kwa majina naitwa Benjamin Mlengera. Binafsi, kulingana na swala ambayo limeulizwa kwamba mwenendo wa uchaguzi, binafsi kwa upande wangu na, baujuma, na kwa ujumla, namna nilivyozunguka kila kituo kuangalia, uh, jinsi kura zilivyokuwa zinapigwa, hakika mwenendo wa uchaguzi ulikuwa ni wa haki na huru, kwa sababu sikuona ugomvi wowote tangu kituo cha kwanza hadi cha mwisho. Watu wameenda, wametoka nyumbani vizuri kwa amani, wakaenda vituoni wakapiga kura na karudi nyumbani kwao, na matokeo ambayo tumeyapata hakika ni ya haki na huru na nayakubali, kwa sababu hata vyama vilivyo shiriki uchaguzi huo, baada ya kupokea matokeo yale yote, kila chama kilicho shiriki kimekubali kwamba hayo matokeo ni sahihi. Kwa upande wangu nakubali kabisa uchaguzi kuwa ni wa haki na huru.